Hebu tuangazie katika timu ya Simba Sports Club ambayo imebakiza mechi chache muhimu katika ligi kuu Tanzania Bara msimu huu ambazo zitakuwa na nafasi kubwa katika kuamua hatima yao ya kutwaa ubingwa. Kwa sasa, Simba inakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa Yanga Sports Club ambao pia wanapigania taji hilo. Katika mechi zilizobaki Simba itakutana na timu kama Azam FC na Mungu FC, Geita Gold na KMC FC. Kila moja ya mechi hizi ni muhimu kwa Simba, kwani ushindi katika kila mchezo utawapa nafasi nzuri ya kuendelea kuongoza ligi na kuweka pressure kwa wapinzani wao wakuu. Azam. Azam FC ni moja ya timu ngumu ambazo Simba inapaswa kuzichukulia kwa umakini mkubwa. Azam imekuwa na msimu mzuri na ina wawekezaji wenye uwezo wa kuleta changamoto kwa Simba. Na Mungu FC ni timu inayoweza kusababisha matatizo hasa inapocheza nyumbani. Tuje kwa Geita Gold na KMC FC. Ingawa si timu zinazoshika nafasi za juu, zinaweza kuwa na athari kubwa kwa Simba ikiwa watapoteza alama dhidi yao. Katika hatua hii ya msimu, kila alama ni muhimu, na Simba inapaswa kuhakikisha wanashinda mechi zote zilizobaki ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kutoa ubingwa. Kwa sasa, Simba inategemea wachezaji wake nyota kama Clatous Chama, Sadio Kanute na Jean Balek kuhakikisha wanapata matokeo mazuri. Pia, benchi la ufundi chini ya kocha Fadlu Davids linapaswa kupanga mbinu sahihi ili kuhakikisha timu inashinda mechi hizo muhimu. Mashabiki wa Simba wanatarajia kuona timu yao ikipambana kwa nguvu na kuhakikisha wanatoa ubingwa wa Ligi Kuu Tanzania msimu huu. Ikiwa Simba itaweza kushinda mechi zote zilizobaki, basi watakuwa na nafasi kubwa ya kutoa taji hilo na kuandika historia mpya katika soka la Tanzania. Kwa sasa macho yote yako kwa Simba kuona jinsi watakavyoshughulikia mechi hizi za mwisho za msimu, huku wakijaribu kuzuia pressure kutoka kwa Yanga Sport Club na timu nyingine zinazowania nafasi za juu kwenye msimamo wa ligi. Msimu huu umekuwa na ushindani mkubwa, na Simba inapaswa kuonyesha ubora wake ili kufanikisha malengo yao. Na hii ni Erasmi TV.